Mhashamu sana Jude Thaddaeus Ruwa'ichi, OFM Cap, askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam anasikitika kuwatangazia kwamba leo, tarehe 30 mwezi Januari mwaka 2026, saa kumi na dakika 31, alfajiri, Pendo wetu Padre Paul Nsekela Mboje Sabuni, paroko wa parokia ya IPTL, ameitwa nyumbani kwa baba wa milele akiwa katika matibabu katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam. Mazishi yatafanyika siku ya Jumatano tarehe nne mwezi wa Februari katika makaburi ya mapadi yaliyopo katika kituo cha Hija Pugu. Misa ya mazishi itaanza saa tatu kamili asubuhi. Habari ziwafikie maskofu, mapadi na shemasi, watawa, wanafamilia, waamini wote wa jimbo kuu la Dar es Salaam, ndugu jamaa na marafiki wote wenye Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, umzike kwa amani. Amen.